na kuhusieni na kuyihusia nafsi yangu kumfuata Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wasalam katika maelekezo na maagizo yaliyoyatoa, basi tuyafanye bikadri istitaatina, na kwa kadiri ya uwezo, na yale yaliyotukataza tujiepushe nayo oyote. Allah subhanahu wa taala anatwambia Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kwamba hiki ni kitabu yaani Qurani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Kitabu hiki huwaongoa wale wa wachamungu waliokubali kuishi na kufuata mbiu kauli mbiu za mitume alayhim ssalam basi wao

Kiangalia zile aya zake na zile sura utaona kwamba sehemu kuu tatu ndiyo kubwa zaidi, na zote hizi kisaidiwa zikisaidiwa ee, na sehemu ndogo ndogo, ambapo sehemu ya kwanza Qur'ani kama Qur'ani, sura zake na aya zake, zinaelezea na kukazia masala mazima ya tauhidi bi anwa'ihi thalatha

Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, hii ni moja ya mfano wa sura na aya ambazo tukariru tawhid, zinakazia na kuhimiza juu ya swala zima la kumpokesha Allah subhanahu wataala, navyosema ka Allah ni mmoja. Allah huyu lam yalid wa lam yulad, hakuzaa na wala hakuzaliwa, ni kinyume na vile wanavyodai baadhi ya watu kwamba Allah ana mtoto. Ya Allah hana mtoto, ametakasika yeye, hakuzaa na vilevile yeye hana wazazi, hakuzaliwa yeye. Ndiyo anastahiki kuabudiwa peke yake na wala afanani na chochote, Allah tabaraka wa taala, ambayo hii sura hii na sura nyingine ikiwa na jumla ya aya zikikazia masala mazima ya kumpwekesha Allah, masala ya tauhid. Hivyo hivyo, kigawanyo cha pili ikielezea ahkamu sharia. Aya na sura mbalimbali zimekuja zikifafanua masala ya sheria, sheria mbalimbali za mtu mmoja mmoja, sheria mbalimbali za jamii kwa ujumla, mahusiano ya mtu mmoja mmoja na mahusiano ya makundi, na hivyo hivyo mahusiano ya kimataifa, yote yamezungumziwa katika kifungu hili la ahkamu sharia ambapo kama sura surati talaka ni sura nzima imekuja ikielezea namna ya ahkami za talaka. Kama inapotokea kuna haja ya kuachana, basi namna gani wataachana, na wataiendea vipi, na wataishi vipi katika utaratibu, mpaka wanafikia hali ya kuwaza sheria imewakuwa imekubalia kwamba hawa wametengana. Hiyo ni moja, hivyo hivyo Kipengele kingine cha tatu katika vigawanyo ni aya na sura ambazo zimeelezea matukio, matukio ambayo yaliyotokea kabla ya uwepo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au kabla ya kuanza kuteremshwa Qur'an, kama ilivyoelezea: alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, tukio zima lile liloelezewa kuhusu wale jeshi la tembo lilokusudia kwenda kufanya uharibifu katika mji wa Makka, ambao muwarrikhuna akasema, akisema mwaka huu ndiyo mwaka aliozaliwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aamul fil, mwaka wa tembo, ambao sura hii na aya mbalimbali sura nyingine zikielezea matukio, ikielezea visa habari za manabii, habari za watu wema na hivyo hivyo na watu waovu na nini kilichowakuta kwa wakati uliopita, na hivyo hivyo visa ambavyo vilitokea au matukio ambayo yalitokea kipindi ambacho Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Matukio mbalimbali yaliyotokea, mfano wake tabbat yada abi lahabin wa tabba, kielezea habari za Abu Lahab kwamba yeye ameangamia ya mikono yake miangamia, na yeye ya mwenyewe ameangamia moja kwa moja. Ni sura nzima ikielezea tukio na hali aliyokuwa ikaifanya huyu bwana mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala akamlani fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vile vile kuelezea matukio yatakayokuja fima baada yatakayokuja baadaye

na hatuna shaka juu ya hilo, tuna imani iliyokuwa, tuna yakini iliyokuwa eh, ya kukata moja kwa moja kwamba hilo litatokea, na hiyo ndiyo hali ya muumini. Na katika hayo vilevile, vile Allah subhanahu wa ta'ala katika upande huu amepiga mifano mingi ya visa vingi, amepiga mifano kuwapigia waumini wale waliokuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivyo hivyo wale watakaokuja baadaye, mifano hiyo ikiwahusu wale waliokuwa, na wakati mwingine ikiwaelezea wale waliotangulia katika zama e, kabla ya Uislamu, kabla ya zama za Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wataala anasema katika surati an-Nahl aya ya 112, dharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna, Allah anapiga mfano, anaopiga mfano wa mji, mji fulani, mji huo ulikuwa ni mji wenye amani, aminatan mutma'inna, si amani tu, bali vile vile kulikuwa na utulivu wa hali ya juu, yatiha rizquha raghadan min kulli makanin ikawa mji huo ambao Allah anaupigia mfano, ikawa riziki yake inakuja kutoka katika kila sehemu kwa wasaa na upana. Wafanya biashara wanatoka, wanaenda miji mbalimbali, wanaenda mbali kufanya biashara, ima wanatoa bidhaa kutoka katika mji huo kupeleka miji mingine, na wakati huo huo tena hutoa miji hiyo kuleta katika miji yao. Hivyo hivyo wakulima wekijitahidi katika mashamba yao kulima na kustawisha miche na miti ya aina mbalimbali mbali na kuvuna mazao mbalimbali mbali. Allah akaelezea yatiha rizkuha ragda min kulli makani. Walipokuwa katika hali hii ya neema, hali hii ya wasaa, kwamba neema imekuwa kubwa, wanakwenda huku wanarudi kule, wanafanya shughuli zao za kimaendeleo, wanainuka kiuchumi na kadha, watu ambao hapo nyuma miaka 30 na 40 ilikuwa watu wengi wakiwapima katika uzani, basi yule mwenye, mwenye kilo kilozokwa nyingi mno ni yule aliyekuwa na kilo 65, lakini watu wengi walikuwa wakichezea katika kilo 50, kutokana na hali ya ugumu wa maisha yao waliokuwa nayo. Lakini baada ya neema katika mji huo, baada ya neema katika mji huo baada ya Allah kuwafungulia neema katika mji huo wakawa wakiwapima yule mtu mwenye kilo chache. Kijana mdogo wa miaka 15 basi ana kilo 80, sikwambii kwambii yule mwenye miaka 50 ana kilo mia moja na kumi kwenda mbele. Ni alama ya ile neema jinsi ilivyoenea katika miji yao, wametoka katika hali ngumu wakaja katika hali iliyokuwa ya neema. Allah anasema tihari yatiha rizquha raghadan min kulli makanin. Kisha hawa baada ya yote haya fakafarat bi an'amillahi, wakakufuru kukufuru neema za Allah. Ne, Allah amewaletea neema zote, lakini wao wakakufuru neema hizo. Basi baada ya kukufuru wakanasihiwa, wakaelekezwa na watu wao wale wema, lakini yale maelekezo ambao walikuwa kielekezwa, wakayapuuzia wakayaweka nyuma ya migongo yao faadhaqaha Allahu libasa aljui walkhaufu, Allah subhanahu wataala eh, akawaonyesha wao na kuwavika wao vazi la njaa, wakavikwa vazi la njaa na uoga, wakawa wamekumbwa katika hali ya njaa, mtu ajui kwamba wanangu sasa hivi wanakunywa uji, huu uji ambao ni mwepesi mno, haijulikani kwamba jioni yake watakula nini hawa wanangu kutokana na hali hii iliyokuwepo. Si hivyo tu, wakati huo huo wakiwa na hofu ya nafsi zao, wakiwa na hofu wale ndugu zao waliotoka kwenda kufanya biashara katika miji mbalimbali, katika nchi mbalimbali, watarejea vipi nyumbani? Je, watafika wazazi wetu? Je, watoto wetu watarudi? Je, waliokwenda shule watarejea? Ikawa ni hofu imewatanda katika nafsi zao, kwanza wakaingiwa na njaa njaa ikawa ni kubwa mno. Yule aliyekuwa nacho alishindwa kutoka ambihana, kelele, na kwenda kumsaidia yule ambaye hana, anampigia kelele, nina njaa watoto wangu wa jala ja, siku mbili, lakini anasema, bwana mimi nacho mtatokaje, ntatokaje. Allah subhanahu wa taala fa faadhakaha allahu libasa aljui walkhaufi bima kanu yasnaun. Yote haya ni kwa yale waliyokuwa wakiyafanya.

ndani ya Qur'ani kuwapigia wale waliotangulia wakiambiwa Waislamu wa zama zile, ambapo ndio tunaendelea kuzisoma hizi, kwamba kufuru neema inawafikisha wanadamu katika hali iliyo mbaya mno, kama vile ilivyoelezewa ndani ya, ndani ya aya hii, ni namna gani watu walipofikia katika hali hiyo. Haya ni katika maneno na mifano ambayo inatakiwa watu wayashike, wazingatie, na waangalie waliteleza wapi na kurejea katika sawasawa. Katika mifano hii kuna masomo makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa tilkal amsal nadribuha linnasi wama yaqiluha illa alalimun la. Hii ni mifano, mifano ambayo tunawapigia watu, tunawapigia mifano kwamba bwana, kuna mji fulani ulikuwa hivi kuna watu walikuwa hivi, hii tunawapigia watu. Lakini licha ya kutolewa mifano ya Allah anasema wama yaqiluha, hakuna anayezingatia haya illa l alimun, isipokuwa wale watu wenye busara, wale watu werevu ndio ambao wanazingatia. Lakini wale sufahauna, wao wanaona ah, <coughs> ni jambo tu hili limepita. La, bali hii ni mambo ya kuchukua, eh, kuchukua tahadhari na kusikiliza maelekezo

ni kwamba yaliyotokea ndani ya miji yetu, kila mtu, kila mmoja wetu ni shahidi, hatuna haja ya kuyaelezea, bali tutosheke na aya zilizotangulia ndani ya Qur'an, mifano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni hatua gani za kuchukua tunapokumbana na hali kama hiyo na hali ambayo tuliopo ni kwamba hakuna chochote isipokuwa kama kala Nuhu, kama vile Nuhu alayhi salamu alipoambia watu wake, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabiyullahi Nuhu baada ya kuwalingania watu wake na watu wakawa wakaidi, wakawa hata kufuata yale maelekezo, akawaambia sema, nikasema kuambia, mtakeni maghfirah mola wenu, hakika yeye mola wenu Allah tabaraka wa taala ghafara ni mwenye kupokea misamaha ya waja wake. Kulo hali ambayo watu wamepitia, kubwa kwa muumini kufanya kwamba eh, kubwa ni kufanya istighfar, kumwomba Allah maghfira, kwa yule ambaye aliyohusika katika jambo lolote na yule ambaye hajahusika katika lolote, kwani ilikuwa ni mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasalam, yeye kufanya istighfar katika siku mia mara mara mia moja anafanya istighfar. Sasa kukiwa na misiba na matukio kama hayo, basi la kwanza ni kuziangalia zile nafsi zetu, kisha ni kufanya istighfari kumuomba maghfira, fanya toba kwa Allah tabaraka wa taala atusamehe kwa ta atusame kwa yale tunayajua na yale ambayo atuyajui. Hilo ndilo mwanzo la msingi ikiwa watu wamepitishwa katika hali hiyo, yaqulu llahu tabaraka wataala

kwa mujibu wa zile dhambi zao waliyo. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, basi hakuna anayesamee dhambi isipokuwa Allah tabaraka peke yake. Walam yusiru ala ma faalu ta, hawaendelei tena na yale yaliyofanya huko nyuma, wakaachana na mienendo hiyo miovu, wakaachana na maneno hayo maovu, wakaachana na kuwaunga mkono waovu eh, yeah, aliyakuwa anajua wakaacha

atamjalia katika kila ugumu, katika kila dhiki atampa faraja. huyu wa min kulli hammin farajan, na katika kila huzuni basi atampa faraja katika hali hiyo iliyomkumba. Um, na hivyo hivyo razakahu min haythu la yahtasib na Allah atamruzuku katika hali ambayo mwenyewe hawezi akadhania imekuwaje. Istighfar ni jambo kubwa, watu wanapokumbwa na masaib, watu wanapokumbwa na mitihani wanapojaribiwa basi walazimiane na kufanya istighfar, kurejea kwa Allah subhanahu wa taala wataala. Walhadith akhrajah alimamu daud fi sunanihi. Kurejea kwa Allah ni jambo kubwa mno, katika hali inakuwa hiyo. Almuhimu, haya ndiyo maneno yetu na ndiyo maelekezo, kuwa nasihi umma, kuwaelekeza umma, kuwaelekeza shabab, kuwaelekeza tulabu wa waaduat kwa baada ya kupita aliyopita, kwamba fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mtakeni msamaha mola wenu, hakika yeye amekuwa ni mwenye kusamehe kuwasamehe waja wake. Hilo ndilo kubwa la kuambia watu wote. Ama mengi ya kusema, muda wa ya kusema utakuwepo, lakini kwa sasa kubwa ndiyo hilo la watu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila mmoja kuiangalia nafsi yake kwila mmoja kuichunguza nafsi yake, namna gani ushiriki wake ulikuwaje, ameshiriki kwa namna gani katika matatizo haya yaliyokumba jamii yetu. Kwa, kwa hile alivyoshiriki yeye, basi kwa vile alivyoshiriki yeye ndo vile ambavyo anatakiwa atubie komola wake. Ikiwa yeye ibwana si usiki kwa lolote, lakini ni mwana jamii wetu, basi vile vile anatakiwa afanye maghfirah kwa Allah tabaraka wa taala. Kazi hii ndiyo naji ya nabii wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kufanya istighfari yeye asubuhi na jioni siku zote, akifanya hivi. Sasa sikwambii kipindi ambacho e, waja wanapokuwa katika hali ya huzuni, waja wanapokuwa wamekumbwa na matatizo, itakiwa istighfari. Si hivyo tu, hata ikiwa katika hali ya furaha, hata ikiwa katika jambo la furaha, basi waja istighfari yatakiwa iwepo, isiyo kwamba watu wanakwenda tu, lahasha.

Allah subhanahu wa taala, kwa hakika tunamwomba Allah subhanahu wa taala e, astuangamize asituangamize bima faala sufahau. Naomba Allah asituadhibu sisi kwa yale yaliyofanywa ya na wapumbavu miongoni mwetu. Ewe Allah, tunakuomba sisi utunusuru na hivyo hivyo uwa, uwasamehe na kuwarehemu min almuminina wote waliotangulia. Allahuma ghfiri almuminina wal walmuminati